Baada ya mchezo wa robo fainali kombe la shirikisho kati ya Simba na Almasri kumalizika, mbali na matokeo, mjadala mkubwa ulikuwa ni kwa mashabiki wa Simba ambao waliamini sasa ni muda kwa mwalimu Fadlu Davis kumwamini mshambuliaji Stephen Dese Mkwala. Hali hii ilizuka baada ya kiwango kisichoridhisha cha mshambuliaji kutoka Cameroon, Leon Ateba Mida. Lakini tukirejea katika namba ndani ya NBC Premier League, Leoni Ateba amecheza dakika 1180 sawa na michezo 13 akifunga mabao 8 na kutengeneza magoli matatu akiwa na wastani wa kufunga kila baada ya dakika 135. Kwa upande wa Steven Dese Mukwala, yeye amecheza dakika 824 sawa na michezo tisa akifunga magoli 9 akiwa na wastani wa kufunga kila mchezo Tukiweka kando NBC Premier League, tukielekea kwenye michuano ya kimataifa, Leon Ateba Mbida amecheza michezo tisa katika kombe la shirikisho akifunga magoli matatu, wakati Steven Dese Mukwala kutoka Uganda, yeye amecheza michezo sita akifunga goli moja katika mchezo wa robo fainali dhidi ya Almasri. Pia kwenye michuano ya CRDB Ateba amefunga magoli matatu, wakati Mukwala akifunga goli moja. Je, unadhani katika mchezo wa nusu fainali ya kwanza kumbi la shirikisho barani Afrika dhidi ya Stelenbosh, Malimfadu Davis anapaswa kuanzana nani kati ya Leon Atebambida au Stephen de Semuquala?